Chapuchapu <versucht> jamani, unashindwa kulijibia swala kama ni swala ambalo kidogo limeenda, sababu kwa sababu, maana toka muda wote unajua kwamba akaunti ndio inafungua au ndio imetangazwa jana au leo. Juzi tulikuwa na kikao nkituwa na, na, Halmashauri Kiangari toka hilo yani ziko doma, ina maana miradi yoyote wilaya nzima na hapo ngusini kutikata wilaya nzima isipo, isipo huishwo yani dola watu pangu... watu pagao akazsasaivi hamuna. Kwa hiyo zifufuliwe zifufuriwe, sijui sasa mama alichokiwaza zifufuliwe zote wilaya nzima ziko doma, na ndio maana mimi nifikiri mnasema hivi kwa sababu sisi hapa kijiji chetu ndio tuko hivyo. Hebu leo tuchague hao watu Tunapoendea kuandaa swala la pesa kwamba tutaitoa wapi, lakini tuwaombe wale ambao wako, kwa sababu sio swala la kwenda kudraw hela, ni swala la kuenda ku, nani, kwa sababu atakaye kwenda kusajiliwa ni mtu gani, ni swala la ku la kuihinua ile account ili ifanye kazi. Lakini hawa ni juu yetu, tuwatafutie hela za picha tutakao wachagua leo, tuwatafutie nauli, lakini wakati kule account inafanya, inaendelea kufanya kazi. Tuwaombe, wale kati ya wale, wale wawili hawapatikane hata huyu mmoja. Lakini hapa sisi tukisha, tukisha chagua kwamba hataai mda wote umechaguliwa uswaji mda wote bwana ndio ulichagulia, unahitaji tuende kule. Kwa mwono wangu mimi, azikw azikiwa mambo mengi mambo mengi Yaani kwenye kwenye kwenye kwenye kamati hii. Kwa hiyo itaonekana unamtulisha mmoja mmoja inakuwa ni changamoto. Naomba Asikiwe ni mjumbe wa wa katika wajumbe wa mashauri yule yule mwenyekiti. Jamani mnajiogopa nyinyi huko. Sio ulipo hapa. Mwenyekiti, mtachague wapi?